Hi guys, natumaini nipo vizuri. Mimi niko fresh, nashukuru Mungu na nashukuru Mwenyezi Mungu sana kabisa. Na mimi nafikiri kwa upande wenu mambo yanaenda vizuri. Uh, guys, leo tunarudi hapa kwa kuongelea uh, timu ya Olympic Lyon ambayo imeteremshwa daraja na kampuni ya DNSG. Guys, hii kampuni ime imeamua kuwateremsha daraja hawa Olympic Lyon kwa kuwa hawakuweza ku maintain, ku maintain na nani, hawakuweza ku maintain pesa wanazoziingiza na pesa wanazozitoa yani wamejikuta kwenye sehemu ambapo wanaingiza pesa ndogo kuliko ambazo wanatoa yani, pesa wanazolipa wachezaji hazi hazi balance na zenye wanaingiza. Yani wametolewa adhabu ya kuteremshwa daraja. Guys, nafikiri kama hii so habari nzuri kwa wapendwa wasikilizaji wa mpira, so habari nzuri kwa, kwa mtu ambaye anayependa mpira wa Ufaransa, ambaye anayefuatilia au ambaye anayependa mpira tu kwa ujumla, kwa sababu Olympic Lyon ni ekipu nzuri sana, ni, ni klabu moja ambayo uh, imeweza kufanya vizuri katika miaka hiyo kukum, <coughs> kukumbuka wakina Juninho, kina Juninho kuma foul kick, walikuwa wachezaji wazuri sana ambapo mpaka sasa Juninho from Lyon, yeye ndo pekee ambayo alie, uh, kwa huyu muda yeye ndo pekee ambayo ana mabao mengi ye, ile mipira ya kutengwa, yani ma free kick, ile mipira ya kutengwa anafatwa na Messi, akiwa yeye ana mabao sabini na saba. Messi anamfuata huku akiwa na mabao sabini na mbili. Guys, nafikiri kama sio sio habari nzuri Lyon, ambayo aliyepitia Karim Benzema kabla ya kwenda Real Madrid Raka Zeti ambaye anacheza mpaka sasa, nafikiri sio habari nzuri. Inatia huruma na uzuni ah, ila tunawapa nguvu sana mashabiki wa Lyon, tunawapa sana nguvu wapendwa wa Lyon ambao walianza wali, wali kusapoti Lyon wakiwa, wakiwa wangwa, wadogo sana, kwa sababu inaumiza guys kuona na timu inashushwa daraja so kwamba eti haina haina point do you know guys how it disappointed guy i'm very excited to see lyon back in league one mcdonald's uh, but we have to to accept this ega se sina mengi ya kusema ila inaumiza sana kuona timu inashuka daraja kwa, kwa haraka haraka hivi. Maana Lyon walishtakiwa wali tangu mwaka jana, ila huyu barozi wao Texto nafikiri amewachoma sana, kwa sababu hii imeanzia mpaka mwezi jana, mwe, mwe, mwa, mwezi jana. mwaka jana samahani, mwaka jana ambapo walikuwa wanashtakiwa waliweza kutoa ma, waliweza ku, ku, kujisaidiza, saidiza hivyo vitu ila ambavyo havushikiki kabisa tu vitu hatushikiki. Uh, walikuwa kwenye kwenye nusu kwenye, kwenye robo ya kuanguka mm. Ila huyu mwaka sasa wameitishwa, wakawapatia inga moja, wakawapatia inga moja, wawe wamesha present wawe wameshasema wao wameshaonyesha wamesha, wamesha prove au wanaingiza pesa au wanalipa, waone kama vina match. Sasa wenyewe nao walikuwa wanasubiri eti wapate pesa za kuuza timu ya Botafogo. Huyu teksto na alikuwa anasubiri tena, kuna zingine pesa zilikuwa zinatakiwa kutokea huko kwenye Crystal Palace, lakini sasa umeshajikuta huko tayari Mahakamani, mahakamani wanata, wanataka vitu vinavyoshikika. Mahakamani hautakuja kuambia eti nafikiri, eti labda napana. Mahakamani ukishafika ni hivi, vipo vipo, hivi vipo vipo, sio eti hivi vipo, eti havipo ila vinawezekana vikakuwepo. No, hiyo haifanyi kazi tena mahakamani na nafikiri texto amewachoma sana Lyon, ila tunawapa nguvu sana, tuko pamoja nanyi. Uh, Lyon inasikitisha, ina kuona Lyon inateremka daraja. Ila guys, msisahau kuniambia kwenye comment nyinyi mmechukuliaje hii habari, mmeiona vipi? Miki vyangu imenichoma sana kuona Lyon inashuka, maana ni timu moja ambayo inapambana sana ni timu moja ambayo inafanya vizuri huku Ufaransa huku, na asingekuwa mtu ambaye angependa iteremke, japokuwa kuna mashabiki wa Paris Saint-Germain, wa Olympic Marseille ambayo wamejaribu kuwashambulia mashabiki wa, wa Lyon na kuwaonyesha vitendo vya kuwacheka, ila mimi nadhani kama sio vizuri na sitarajii kama ha, hatutarajii kama Lyon mwaka ujao itaweza kupanda virahisi rahisi, maana wachezaji wengi wa, wanataka kutoka kwenye timu. Wachezaji wengi wako na, na roho ya kulivu, maana uh, hawajasupporti kucheza league two kutoka ligi 1 kwenda kucheza ligi 2, hawajasapoti wengi sana, wanataka kutoka ndo, ndo maana nasema itakuwa hata vigumu kuona tena Lyon inaongeza tena kupanda maana wachezaji kama wote watapaswa watoke kwenye timu e, maana washazowea, wanataka ile visibility iendelee kuwa kwao, waonekane maana tukisema ukweli, ligi 2 hamna visibility kabisa, ni watu wachache wana wanatizama ligi 2. Na utasikiaga watu wachache kabisa eti mchezaji ametolewa league tu ananunuliwa kwenye klabu ya league one. Utasikiaga sehemu ndogo sana hiyo, hiyo inaweza kupelekea tena Lyon kutohudhuria michuano ya Europe League msimu ujao, kwa sababu eh, kuna informations ambazo ninazo za, za kusema kwamba eh, Lyon ambapo itashushwa daraja na itaondolewa tena qualification yao ya kucheza Europe League na nafikiri inaweza ikakuwa, ila haijawa si, haijawa, haijawa confirmed, haina uhakika mia kwa mia cent, ila nafikiri asilimia nyingi inawezekana. Guys, msisahau kuniambia kwenye comment au mmechukuliaje hii information. Mimi imenichoma sana guys. Na msisahau kusubscribe kwa, kufa, kwa, ku, kwa kutaka kupata informations nyingi about football e, niko hapa Kelvin, mchambuzi wenu wa mpira ya yeah, chao chao guys, nawapenda sana msisahau kusubscribe na kutia comment, nawapenda sana guys.